Abari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele linasema: viongozi wa dini kumwaga msuya wakionya rafu 2025. Lakini cheti cha digrii bondi mikopo kausha damu, cheti cha digrii bondi mikopo kausha damu, wahitimu vyo vikuu wavitumia dhamana kupokea e, wahitimu vyo vikuu kuvitumia dhamana kukopea, wahusika wafunguka, inavyokuwa uhaba wa ajira watajwa kusukuma wengi wasomi walia na hadhi ya, ya vyeti kupromoka lakini fursa mpya vilio tume ikigawa majimbo ya uchaguzi fursa mpya vilio tume ikigawa majimbo ya uchaguzi. Lakini Chadema ya ishukia cha uma rungwe akitupia bomu Chadema ya ishukia chauma Rungwe akitupia bomu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini shilingi trilioni 2.4 bajeti ya elimu mikopo elimu ya juu ya paa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Mwananchi, patnele yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema polisi, hatujapokea ushahidi Chadema mdude kutoweka. Lakini wanahabari wa jiunoa kutetea usalama wao wakati wa uchaguzi. Wanahabari wa jinoa kutetea usalama wao wakati wa uchaguzi, na Mutale atoa unahabari kwenye nasema e, wanahabari wa jinoa kutetea usalama wao wakati wa uchaguzi. Lakini habari kubwa ni majimbo mapya yagawa wadau. Hii ni habari kubwa kabisa, nasema majimbo mapya wadau wanyagawa wadau, lakini watilia shaka e, ushirikishwaji wanaoamua pembezoni. Dar es Salaam yaongezwa mawili, jimbo la spika tulia nalo lapasuliwa baurasa wa pili lakini, Mkenda aja na mikakati kusuka upya elimu nchini. Wanadofu, Mkenda aja na mikakati kusuka upya elimu nchini, atinga bungeni na maombi ya shilingi trilioni 2.43 za kumvusha 2025 2026, lakini wabunge wa ngaka wizo mtandaoni. Wabunge wa ngaka wizo mtandaoni. Askofu, tujihadhari kuna wagombea wanakuja kununua kura kuwa wabunge. Skofu, e, asema e, tujiadhari kuna wagombea wanakuja kununua kura kuwa wabunge. Lakini viongozi wanachama mia moja wahama Chadema, viongozi na wanachama mia moja wahama Chadema, hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia gazeti la Uhuru linaandika ubunifu wa Rais Dr. Samia wa wakosha wa Jumbe Zanzibar, lakini mikakati ya ni kwa uwezeshaji watu wenye ulemavu kiuchumi bajeti mwaka 2025-2026 mapinduzi makubwa ya elimu yaja, lakini waziri mkuu ashiriki mkutano wa Ivory Coast. Simanzi yatanda mamia wakimwaga mzee Msuya, yule ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Dr. Tulia Nasugu wa gawana jimbo Mbeya, Dr. Tulia Nasugu wa gawana jimbo Mbeya, ineki ya gawa majimbo manne E, imegawa majimbo manane na majimbo 12 yamebadilishwa majina. Lakini mfumo wa nesti waokoa bilioni 13.33 za serikali 2023/2024. Prof. Nkenda ataja vipaumbele vitano wizara ya elimu 2025/2026. Ilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako e, gazeti la Habari Leo lenyewe linaanza na habari inayosema Samia achangia milioni hamsini ujenzi wa kanisa Majaliwa ashiriki mjadala wa rais changamoto Afrika. Majaliwa ashiriki mjadala wa rais changamoto barani Afrika, hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini maelfu ya mwaga Msuya Mwanga, hiyo ni habari ukurasa wa pili. Wananchi wataja alama alizoacha askofu Pinda, eh, Pinda wataka viongozi waige uadilifu. Lakini Samia kuongoza maziko ya leo Usangi. Samia kuongoza maziko yake leo Usangi. Majimbo nane yazaliwa 12, yabadilishwa majina. Serikali yaokoa bilioni 13, mfumo wa ununuzi wa umma nesti. Lakini wanafunzi mikopo elimu ya juu kuongezeka, hiyo ni habari ukurasa watatu kwenye gazeti lako la habari leo. Zanzibar Leo, gazeti lako la ukweli na wazi linaandika tunathamini mchango wa taasisi za umma, huyo ni Hemedi asema tunathamini mchango wa taasisi za umma lakini wizara yatumia mifumo kupandisha vyeo watumishi watu, na tume huru ya uchaguzi yafumua majimbo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini bado bari, kuna habari kimataifa, nasema Papa Leo hataki kuona vita tena duniani. Huyo ni Papa Leo wa 14 hataki kuona tena vita duniani lakini gazeti lako la Majira lenye linaandika CHADEMA yazidi kupigwa mawimbi ya no reform no election, lakini bajeti ya wizara ya elimu yaja na mapendekezo inapatikana kwenye gazeti la Majira. Chuo cha MNMA kinavyothamini mchango wa wafanyakazi wake, lakini Majaliwa ashiriki ufunguzi jukwaa la maofisa watendaji wakuu wa Afrika 2025 wachimbaji Geita wapongeza rais Samia kwa mafanikio makubwa na uchaguzi mkuu 2025. Majimbo mapya mnane yaanzishwa, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika Rais Samia kuzidi kuboresha elimu, madarasa zaidi ya 2730 mabweni 140 na vyuo vya VETA 64 kujengwa. Lakini Msuya kupumzishwa nyumbani, nyumba ya ya milele leo kuongeza mikopo ya ufadhili kwa wanafunzi mgodo wa mangambazi eh, kuanza kazi rasmi Julai. Lakini bara na Zanzibar za kubaliana kushirikiana utoaji wa afya bora, hiyo ni habari kuelekeo kwenye gazeti lako la uelekeo pate na kila yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la wamachinga sauti wa wa ya wanyonge linaandika Rais Samia kuongoza watanzania maziko ya mzee msuu ya leo na ini kianzisha majimbo mapya manane. Lakini bundi azidi kurindima Chadema bundi azidi kurindima Chadema. Majaliwa ashiriki ufunguzi jukwaa la maafisa watendaji wakuu barani Afrika. Habari kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini gazeti lako la mtazamo mpya linaandika vitongoji 105 kungarishwa kwa umeme. Bajeti ya elimu, Profesa Mkenda aomba shilingi trilioni 2.436. Lakini habari kubwa ni majimbo nane mapya ya uchaguzi, haya hapa kwenye gazeti lako la mtazamo mpya. Majimbo nane mapya ya uchaguzi haya hapa, lipo la Kivule na Chamanzi Dar es Salaam. Pia kuna Mtumba eh, Dodoma na Uyole Mbeya, Simiu wapata Bariadi mjini, Geita ikiambulia Katoro na Chato kusini, lakini Shinyanga waambulia jimbo la Itwagi kutoka ubavu wa Solwa. Habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya, hayo ni majimbo nane kutoka INEC, lakini kuna pari nasema mwenda E, watakaofanya vizuri usahili TRA e, tutawahifadhi kwenye kanzi data. Lakini PPRA yaandika mafanikio manne e, ya matumizi mfumo wa nesti. Lakini raia mzalendo gazeti lako linaandika INEC yaongeza majimbo sita ya uchaguzi, jimbo la spika tulia aksoni la gawa nywa. Lakini Rais Samia achangia milioni 50 ujenzi wa kanisa Kigoma. watumishi 621 wa Ngorongoro wa vichwa vyao vipya. Lakini mfumo wa NEST PPRA wakoa bilioni 13.3, bajeti ya mageuzi sekta ya elimu, shule mpya 103 kujengwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Lakini dira ya gazeti lako linaandika ine kianzisha majimbo mapya nane 12 ya badilisho badilisho majina. Ni bajeti ya kihistoria eh, waziri Profesa Kenda aomba shilingi trilioni 2.43, wizara ya elimu lakini mkurugenzi wa PPRA anika mafanikio ya Nesti asema serikali imeokoa zaidi ya bilioni 13.33 za ununuzi wa karatasi, lakini muda wa uchakataji zabuni wapungua na kutoa fursa uchakata kazi nyingi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira. Na tukachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali kwenye nchini Tanzania. Tuangazie sasa kurasa za michezo, tunaanza na gazeti lako la Dira, inaandika Simba ya enda Moroko ikisema tunabeba Simba yaenda Morocco ikisema tunabeba nyota Saudia, amshukuru rais Yanga. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika Singida Black Stars, Wydad wadaiana pesa za Gomez, Simba kuiwahi Berkane mapema, TFF yatangaza mnada wa ushirika wa odi za kubeti. Lakini gazeti lako la Mtazamo linaandika Simba yatumtimkia Moroko kibabe. Kocha aliyetakiwa Yanga anatua Al Ahli. Lakini wa matching gazeti lako linaandika TFF yatangaza tenda ya ushiriki tenda uh, ushirika wa odi za kubeti. Simba ya paa Moroko leo. Clara rufanga Engineer Hersi ni mtu na nusu, lakini Kotei Mkude ana uwezo wa kurudisha heshima. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba, macho yote shirikisho ni baada ya kutafuna viporo vya NBC. Kikosi kimepaa leo kwa ndege ya mama. Lakini mambo yameiva uwanja wa Mkapa. E, mambo yameiva uwanja wa Mkapa. E, Yanga na Namungo ku... hapa toshi leo KMC Mwenge. Lakini Simba kukwea pipa leo Yanga na Namungo quality kuamua leo. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini Zanzibar leo linaandika Simba ya pa Morocco kusaka ubingwa Yanga kuvuna pointi tatu kwa Namungo leo hilo ni swali la kujiuliza kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini Habari Leo linaandika Yanga na Mungo wa hesabu tofauti. Prison yafufua matumaini kubaki ligi kuu. Simba yaifuata Berkane. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kwenye gazeti lako la Nipashe linaandika Mutare atoa siri kiwango kurejea, Mutare atoa siri kiwango kurejea. Kocha Yanga aishukia Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Yanga kusaka alama tatu dhidi ya Namungo. Simba huyo Moroko kuwafuta Berkane. E, Simba huyo ku pa Moroko kuwafuta Berkane. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Uhuru gazeti lako linaandika kikosi soka ufukweni hadharani sababu za kuhamishwa meneja uwanja Benjamin Mkapa zatajwa. Simba ya mshukuru Rais Dr. Samia, Yanga yawakumbuka watoto wenye uhitaji. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini kwenye gazeti lako la Mwana Sport linaanza na habari inayosema Fadlu ageuka mbogo Simba. Acharukia mastaa aitaja RC by Karne. Yanga Yarusha Kete kocha alahiri. Azamu ya ubingwa hii hapa. Hiyo ni habari kwa gazeti lako la Mwana Sport kwenye kurasa za mbele, pata na kile yako kwa habari kwa kidam. Na gazeti lako la Mwana Sport ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata na kile yako kwa habari kwa kidam. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.